Timu inahamasisha watu wasivae jezi, wavae mashati. Faida udhamini ni nini? Ni muda sahihi SportPesa kwenda kufungulia kesi ya Africans kwa kuhujumu uchumi, na mimi nitasimama kama mwanasheria wa SportPesa kwenye hii kesi. Haiwezekani timu unahamasisha eti mashabiki wavae mashati, waache kuvaa jezi wakati makampuni anatia hela katika jezi kwa ajili ya kusapoti timu yako na ku, na, na, na kufanya nini, matangazo. Leo hii watu, watu, watu, wanavaa mashati, so, watu kama wewe sikuongelea afu leo tena saa 24 na nini, eti tumwalike aje hamasishe wakati yeye mwenyewe hana uwezo wa kujaza uwanja wake. Hana rekodi ya kujaza uwanja, rekodi, yani hana tunzo ya mashabiki. Sisi Simba tuna rekodi, tumetangazwa na kafu tumejaza uwanja sisi, tuna tunzo ya mashabiki bora. Unapoongelea Simba unaongelea taifa, shehe wangu, unapoongelea Simba unaongelea ukombozi wa taifa. Uwanja wa Benjamin William Mkapa umetengenezwa kwa ajili ya Simba Sports Club, labda nyinyi hamjui labda nyinyi amjui wadogo, kama mjui na kupenda exclusive news, uwanja wa Benjamin Mkapa William umetengenezwa kwa ajili ya Simba Sports Club, sio timu nyingine. 2013 Simba na mtoa za maleki. Mashabiki wa Simba tumeenda kujazana pale Benjamin Mkapa, tunaisubiri timu yetu. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindiko, Benjamin William Mkapa anarudi kwenye safari zake za kikazi. Anaikuta Simba Sports, mashabiki wamejaa. Mkapa alijua ni mashabiki wamemfuata yeye kumpokea Anauliza mashabiki, wamenifuata mimi hawa? Wananchi anasema hakuna, wao wamekuja kuipokea timu yao Simba Sports Club. Imemtazama Maregi, ikasema kama mashabiki wanaopenda mpira hivi, nina haki ya kuachia zawadi. Ndio sababu ya kujenga uwanja wa Benjamin William Mkapa kwao. Unapoongelea Simba unaongelea ukombozi wa mpira, revolution of football from Tanzania. Hiyo ndo Simba Sports Club. Na tunaenda kufanya mapinduzi tena kesho. Revolution of football. Kama tuliweza kufanya mapinduzi mwaka 2018 na kumtoa AC Vita katika mazingira magumu, kwa sababu ile mechi tukitoa sare tunatoka wote tukifungwa anatoka Simba dakika za mapema, isivita anapata goli, matokeo yake imetokea dakika 89, tunampea isivita. Kwa hiyo sisi kubadilisha matokeo ni kawaida yetu. Mandala hapo hako, kwenye kubadilisha matokeo ni kawaida hii. Mmesema mnavuka e, asisomuhusu abaki nyumbani sio jana, nimezungumza isomuhusu abaki nyumbani. nyumbani kuna watu atakuja kuangalia burudani e, kuangalia mnyama anavukaje. Unajua sisi tuliongea juzi Mlimani City kuna kauni niliongea, ilielewa vibaya Unajua Simba inapovuka sio kwa faida ya Simba tu, kwa faida ya maslahi ya nchi pia, si ndio? Hata nyinyi kwa waandishi wa habari pia faida kwenu Simba inapovuka. Kwa hiyo kitokea mtanzania wowote anadiriki kuiblok Simba au kuwasapoti Waarabu sisi hatuwezi kumwacha shee. Mama wewe mwenyewe mwana clip yako ipo, sisi tumesoma, ulisema una notification zote za Waarabu, sisi tunasoma albadili. Yani sisi hii mechi tumesoma albadili. Hatusomi albadili kwa ajili ya kumzuru mtu, tunasoma albadili kwa ajili ya kujilinda, kwa ajili ya watu wote wenye roho mbaya simba isipite, tumesoma albadili. Mtu yeyote anahusika kuibloku simba isipite, albadili na muhusu kisasi bin Aki. Sisi hapa tumesoma albadili. Kwa hiyo hata wewe kama una nia mbaya simba isipite, ukitaka simba kuibloku, albadili na kuhusu. Futi sita chini na kuhusu. Hatufichi na tumtishi mtu. Futi sita chini na kuhusu. Ukijaribu kuiblock Simba, kama huwezi kuisapoti Simba, baki na maisha yako, baki na mashati yenu, usije ukatia mkono katika hii mechi. Na hii salamu ipelekeni kwa waandishi ambao wanatumika. Sisi ni wapenda kusikiliza redio kuchambua michezo wanabagua wa mashabiki wa kusikiliza redio zao. Haiwezekani wewe mwandishi, haiwezekani wewe mtangazaji muda wote unakuwa kama mchome kazi kuisema Simba sports 2 club, huoni Simba mazuri yake. Mwandishi ubaki kama mwandishi, mshabiki ubaki kama mshabiki. Jua position yako, usije ukajaribia brand yako hapa mjini hii mpira Tanzania umegawanyika pande mbili, Simba na yanga. Kuna waandishi viwa tunajua Simba, tunamjua hu Yanga, lakini anaposimama kwenye uandishi anabaki na chochote chake cha ja uandishi. Sio kila interview ya simba mbovu, simba ipiti, si nani mbovu, si nani nani. Kama unasema yanga nzuri, Simba Pacome mzuri, mzuri, mbona robo fainali haipo? Huyo unasema eti Simba ikicheza kama Yanga inaenda nusu fainali, mbona imeshindwa kwenda? Yaani wewe mwandishi umekaa shule, umesoma, una elimu, sijui umekaa wapi, unasema eti Yanga Simba tucheze kama Yanga ili tuvuke, tendo wapi nusu? Mbona hiyo Yanga wameshindwa kuvuka, kama sisi tucheze kama hao? Kwa hiyo tuwaigie Yanga na sisi tusivuke? Waache kutufuatilia kwenye timu yetu, huu msimu wa ubao bwana sebadi zibaki tatumwachi mtu salama, futi sita inakuhusu. Yaani, ukidiriki kuigusa Simba, futi sita inakuhusu. Atucheki na mtu ana Simba, tumekasirika. Sikiliza, mashabiki wa Simba wamegawanyika, kila idaya, kuna mashehe kuna wachungaji kuna waganga kuna wachawi, kila mtu ana play part yake. Sisi sekta yetu ya ubaya ubwela, tunakuweka chini futi chini futi sita ukidiriki kublock team yetu Simba Sports Club. Mandala msemaji, uh, uh, mwenyekiti wa wasemaji Ali Shaban Kamwe ameomba mwaliko mwaliki kama mwalika shamkoa memwalika mtume me mwaposa. Eh, mwenyekiti ameomba kualikwa, anunue tiketi, yaani anunue tiketi kama shabiki aja ziliwe. Si hatuna muda kwa kualika watu wa nini sisi, anunue tiketi, si zinauzwa? Nunue tiketi, asatakaje kuangalia burudani, satakaje kujifunza, siatakaje sa apate experience, satakaje sa kujua Simba anavukaje, anunue tiketi, aa tuwezi kumkataza ni jambo la heri, ni jambo zuri kwa sababu anataka aje ajifunze. Hujua Alikamwe ni kijana mwenye akili, watu wanashindwa kumuelewa. Hata Yanga ngoa anamtumia vizuri Alikamwe angefika mbali. Alikamwe anaogopa kuambia uongozi wake twendeni Simba tukajifunze, ndio maana anatumia mbinu ya kutoa masaa 24 Alikwe. Kwa nini anatumia mlango wa chooni? Lengo lake anataka aje kujifunza, apate elimu. Kwa hiyo mtu huyo atakaje apate elimu, sio mtu akumzuia, haiwezekani. Hata mediari wampe tiketi aje ajifunze ili akaambie zake Simba amepita hapa, ameenda hapa Sindio? Hauwezi ukajiita yeye timu bora wachezaji bora. Kipindiki chote tunachoongea Afrika wote wanacheza michuano ya kafu, na kwambia mchezaji wowote quality player acheze ligi kuu kipindi hiki, ukimwona mchezaji wako anacheza ligi kuu kipindi hiki sio bora, tunasema poor player. Poor player kizungu hiki iko kitaalamu hiko, ukimkuta mchezaji anacheza ligi kuu kipindi hiki sio bora, ni poor player. Wachezaji quality player wote wapo klabu bingwa, wapo shirikisho kipindi hiki, nenda Mamelodi kuna mchezaji wa Maradona ligi kuu kipindi hiki, wanawaza klab bingwa. Nenda piramidi, Mayele anawaza ligi kuu kipindi hiki, anawaza klab bingwa. Ukiona timu yako inacheza ligi kuu, timu yako ni dhaifu. Ukiona chezaji wako anacheza ligi kuu kipindi hiki, puadi pea yaani ni marufuku kufananisha wachezaji matakataka na kufananisha na wachezaji wa mpira. kila mpanzu mpanzu, kocha wa, wa Al Masry alimwangalia mpanzu dakika tatu, akamwita Fado akamwambia Fado, huyu mpanzu anauwezo kwenda England akacheza timu yote na akaanza huyu mpanzu, mpanzu mpanzu anauwezo kuenda madridi na Mbappe akakaa benchi. Huye mpanzu unamwongelea mchezaji mwenye high velocity expansion Volcano. Volcano Analyze and faction force huyu hmm. Anaitwa mpanzu kwa hiyo napomwongelea mpanzu, mnatoza dunia isimame ndio aongelewe mpanzu. Kwa hiyo hey, sisi, hey, sisi hey, Simba tuna uchungu na nchi yetu, sisi tuna hasira na timu yetu, tuna uchungu. Ni marufuku kutia mkono kwenye mechi yetu hii. Ukitia mkono futi sita inakuhusu na salama. Tumesoma kisasi bin aki, tumesoma kunuti, tumesoma albadili, yani mtu wowote ukitia mkono kwenye mechi ili Simba asiende haumo Mandala. Tumeona jana wazee, eh wazee wameamua sasa kutoka zalani, mara kwanza walikuja na gari e, walikuwa fupi, wafupi wafupi. Sasa nasavali wameamua kuja kinomanoma e, kirefurefu au amtaki meneja uwanja aje uzuru eh, Mandala meneja tena uwanja. Sikiliza hmm. kwani alweizuia Simba siende kufanya mazoezi, alifunga mlango ni nani? Meneja kikanuni Ramadhani. Ramadhani ifike hapa pako uje ugongoe kengele kanuni yeah. Yeah. Na tayari nasema timu ngine atakuwaje kufanya mazoezi yeah. Kwa wajibu wako yeah. Kuacha yeah. Wajibu wako ni kuwacha mlango wazi. No, nisikilize mm. Twache siasa yeah. Kanuni inasema kwamba timu gani nataka fanya nini ije kufanya mazoezi. Nisikilize, sio taarifa, hakuna hiyo taarifa, anaweza akatoa asitoe. Kanuni haimbo kwenye uona tumika. Sikiliza kanuni, nisikilize, usitumike. Nasema tu kanuni inasema timu gani kwangu, angusomee kanuni timu mgeni inatakiwa ije kufanya nini mazoezi? Yeah. na timu mwenyeji impishe, yeah. Unanelewa vizuri, hiyo ndo kanuni. Kwa hiyo meneja kazaka itakiwa mlango uwe wazi, simba sipokuja apigie simu. Kwa nini amkuja simba se sababu? Yeah, yeah, yeah, na ndio maana wazee wameenda wamemtoa, yeah. Wanataka wale watoe kwa sababu yeye ndo kikwazo simba sifanye mazoezi, yeah. leo hiyo Leo tumemgundua kwamba yeye kikwazo anatumika, sisi hatutaki akae pale, si lengo, hataki akae kila mtu ana pay pati yake, kila mtu ana pay pati yake. Huu msimu situshaamua, back and stoppable.